Niliwaita kwa sababu kwanza niwapongeze na ku kuwapa tu ushauri mdogo kwamba mnakwenda vizuri <coughs> mnakwenda vizuri kwa sababu elimu kwenye wilaya yetu ya Monduli inakwenda vizuri na mimi kama mkuu wenu wa wilaya inalizika kwamba timu hii ambayo ndiyo hasa mnaosimamia walimu kule mnakwenda vizuri, na niwape pia salamu Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu nyinyi wenyewe, na amekuwa anasema mara kwa mara jinsi ambavyo anawajali walimu, lakini jinsi ambavyo amefanya mageuzi makubwa kwenye eneo la elimu, nyinyi mashahidi kwa sababu E, baadhi ya madai e, yenu, baadhi ya mahitaji yenu ambayo mlikuwa mnayakosa chini ya uongozi wake, amekuwa anatekeleza pamoja, ikiwa ni pamoja na kupandisha madaraja kwa nyinyi walimu. Niendelee kuwapongeza na nimechukua fursa hiyo pia, wakati tuko kwenye kile kikao cha zawadi, kumpongeza sana Mkurugenzi Happyness Laizer ambaye ni mwalimu pia kama ninyi kwamba kwa, kwa kweli anafanya kazi nzuri kwenye eneo hili la elimu na hivyo basi sisi tumuunge mkono, na yeye basi wakati mwingine apate zawadi pamoja na wenzake ni elimu na fisa elimu wote wawili. Kiukweli record inaonekana wanawapa, wana ushirikiano mkubwa kwao. Mi naandaa function hivi ni muda ugani? Ukimwambia bwana tunakusanyika walimu, mi nawakinb watatupa hela sawa NSSF watatupa hela, Tigo watatupa hela, Vodacom, sijui kichanganyachanganya umo, itakuwaje, watatupa tu hela za kula tu nyama. Maana siku hiyo atuulizani bwana, wewe unatokea wapi? Au madaraja ameendaje? Ah, kikubwa tu msu asichangie, wadau ndio wanafanya nini, labda wewe uje tu, yani nauli tu, kwamba sasa nauli bwana, tujitafutia, uje tujumuike, tutafute siku siku ambayo yani, tunajiachia hamna maswali, hamna. Bwana wewe umekuja kufanya nini? Hamna. si kufanya nini? Asubuhi inakuwa ni siku ya Teachers Day. <klos> Teachers day day yani, inakuwa maarufu. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya na, kama walivyosema, shule za msingi wana asilimia 78 kwa hiyo tunatamani wasogee hata mwaka huu wafikia asilimia 85, na ndio mikakati ambayo leo wamewasilisha kwenye kikao cha management kwamba wataboresha ufaulu kupitia asilimia 85. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, timu hii ina jukumu kubwa la kusimamia taaluma shuleni, ikiwa ni pamoja na kusimamia kuhakikisha kwamba wanafunzi wanahudhuria shuleni ili waweze kukamilisha ule mzunguko wa elimu katika shule, kuhakikisha watoto wanakula na wanakuwa na afya njema katika shule zao, na kuhakikisha kwamba hizo changamoto za ujauzito hazipo kwa kutoa elimu. Kwa sababu mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna maelekezo ya serikali ya kuwepo na counseling uh, walimu wa kufanya counseling au kutoa ushauri na saa shuleni kwa fenishia shule, shule wapo wale watoto wanapeleka changamoto zao kwa, kwa walimu lakini mara kwa mara pia wanakaa kuongea na walimu. <coughs> Watumishi walioko mbele yako wana jukumu pia la kukagua kama walimu wanafundisha, japokuwa wanawasaidizi wao, kuandaa kama scheme of work kimeandaliwa, lesson plan, lesson notes, bali wanafundisha kwa anatoa mazoezi na wanasaisha. Ndio majukumu yao na bado kuna kusimamia miradi iliyo katika maeneo yao. Kwa hiyo nawapongeza kwa majukumu yote ambayo mnayotekeleza kwa kusaidiana na walimu walionao kule vituoni. Kwa majina anaitwa Mwenga Mbukoti Mandalo ni mkuu wa shule ya Engaruka English Medium iliyoko eh, kata ya Engaruka. Binafsi nimejifunza mengi na makubwa kwa kikao hiki ambacho kimeweza kuhudumiwa na mkuu wetu wa wilaya na pamoja na mkurugenzi kwa kifupi wameongea mambo ambayo kwa kweli yana manufaa wa makubwa. Wametupa mbinu ya kuweza kupambana na wale ambao wanahujumu eh, masuala mazima ya elimu. Ametupa mbinu za kuweza kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto kwa wakati k kwa, kwa ujumla, kikao hiki kimefaa sana na naamini itatumika vizuri katika kuhakikisha kwamba tuna wilaya yetu ya Monduli inaendelea kufanya vizuri zaidi katika taaluma. Uh, majina yangu naitwa Sifali Martin Msengi, mkuu wa shule Tumaini Senior iliyoko Monduli lakini kata ya Makuyuni. Uh, leo tulikuwa na mkurugenzi alikuwa, uh, na amewaita wakuu wa shule eh, eh, mkuu wa wilaya ambaye ametuitisha hapa wakuu wa shule, shule za msingi, shule za sekondari lakini elimu kata waratibu e, wa elimu wa, wa wa kata a, zote za wilaya na wadau wengine wote wa elimu. Lengo kuu ilikuwa ni kupongezana a, zaidi kuwapongeza wakuu wa shule kama wasimamizi katika taasisi zao za shule, na pia walikuwa na kazia mambo ya nidhamu mashuleni kuhakikisha kwamba uh, sekta ya elimu inaendelea kufanya vizuri katika wilaya yetu. Uh, mimi naitwa mwalimu Eleski Agadi Mbwambo ni mkuu wa shule ya sekondari Meserani iliyoko katika uh, kata ya Meserani. Lakini pia ametupa input za kuendelea kufanya vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba tunaitendea haki aa, dhamana au e, gharama kubwa ambayo serikali inatumia katika kuendesha elimu hapa Tanzania hasa ukilizingatia kwamba sasa hivi serikali ndio inayogharamia elimu kuanzia shule za msingi mpaka kidato cha sita. Kwa hiyo ametutia moyo, lakini pia amezungumzia swala la kuendelea kupambana na e, mikakati hii kuinua mikakati ya kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanapata nafasi nzuri ya kusoma kwa kutokatishwa masomo mapema kwa sababu ya mimba. Kwa hiyo ametupa input ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia kwa karibu, kuwapa moyo, kuwashauri, ili mwisho wa siku waweze kutimiza ndoto zao. Naitwa Felista Lukumai, mkuu wa shule ya sekondari Donyolengai. Leo tumeitwa na mkuu wa wilaya, tumefurahi sana kwa sababu kikao kilikuwa kizuri mkuu wa wilaya ametupongeza kwa jinsi ambavyo tunafanya kazi kwa kweli. Tumefurahi sana kwa sababu ni kiongozi ambaye ameona jitihada zetu katika kuinua elimu katika wilaya ya Monduli. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunaahidi kwamba tutaendelea kupambana ili tuweze kunyanyua taaluma katika wilaya yetu, tukishukuru uongozi wake pamoja na uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kutuboreshea miundo mbinu pamoja na kuongeza walimu katika shule zetu. Kwa kweli natupa ari kwa sababu tumeona kwamba amethamini mchango wetu, kwa sababu mtu siku zote anapo appreciate utendaji kazi wako lazima na wewe utapata moyo wa kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo tumefurahi, tunaenda kufanya kazi, tumepata nguvu mpya kuenda kuchapa kazi.